Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, kama kawaida, huyu hapa bwana si mwingine bali ni Abi Kubanga. Kadri ya siku zinavyozidi kwenda, tunaona kwamba Abi Kubanga anazidi kumsupport au kumsifia Diamond Platnumz kwa harakati ambazo anazozifanya, na hii imekuwa kama surprise. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba tokea wiki iliyopita. Tumekuwa tukimshuhudia Abi Kubanga bwana akiwa anamsifu Diamond Platinumz, jambo ambalo huko zamani alikuwa hafanyi kutokana na kwamba tunafahamu kabisa kwamba Abi Kubanga yeye bwana alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa Harmonize Konde Boy kwa miaka mingi mno, takriban zaidi ya miaka minne, Abi Kubanga bwana alikuwa akimsapoti uh, na kumshabikia Harmonize Konde Boy lakini ghafla tu ni kwamba out of nowhere. Sasa hivi bwana Abikubanga amekuwa ni shabiki mkubwa sana wa Diamond Platnumz, na hata ukipita katika mitandao ya kijamii ya ukurasa wake wa Instagram wa Abikubanga bwana, basi moja kwa moja utakutana na posti nyingi sana ambazo amekuwa akiposti kumsifu na kumpongeza Diamond Platnumz. Na hata hivi karibuni tunafahamu kwamba Diamond alikuwa yuko kule Kigoma na akajisifu kwamba hakuna msanii yeyote yule ambaye anamuweza sasa hivi katika muziki huu wa Bongo Flava, akadai kwamba hakuna Uh, msanii yeyote yule ambaye anamuweza yeye katika game ya mziki maana, jiu, wa Bongo Flava, maana juzi tu hapa ametoka kudhihirisha kwa kutoa ngoma tatu. Katika hizo ngoma tatu pamoja na wasani wenzie wote kutoa ngoma, lakini ngoma za Damo Platnumz tatu ambazo alikuwa amezitoa zikawa zinafanya vizuri huko YouTube, kuanzia trending namba moja, mbili mpaka tatu, alikuwa ni yeye. Ya, so kutokana na hiyo ni kwamba Diamond akawa kama vile amesolidify kwamba yeye ndiye msanii bora zaidi hapa Tanzania na yeye ndiye nembo ya mziki, au unaweza kusema kwamba kwa lugha kwa lugha nyingine nyepesi kwamba Diamond yeye ndiye namba moja hapa Bongo. Sasa basi, Abikubanga ambaye alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa Harmonize, Konde Boy, alikuwa anapinga sana hizo habari huko zamani kipindi akimshabikia Harmonize, lakini sasa hivi tokea alivobadilisha upepo, alivobadilisha upande, na kuwa supporta mkubwa sana wa Diamond Platinumz ni kwamba Abikubanga bwana na yeye pia amepigilia muhuri humo humo, alichokisema Diamond, Abikubanga na yeye pia amekisupport kupitia ukurasa wake wa Instagram, amerekodi video kabisa akiwa anaelezea swala hilo. Na sio tu kwamba labda eti Diamond ni msanii namba moja hapa Tanzania, hapana. E, Abikubanga anasema kwamba Diamond uwezo kumuita msanii namba moja, Diamond ni kama kocha wa mziki hapa Bongo. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Abikubanga bwana amerekodi video kabisa akiwa anaelezea swala hilo bayana kwamba Diamond bwana ndiye kocha wa mziki hapa Tanzania, so bila kupotezea muda nataka umsikilize hapa Abikubanga alichokisema. Oya wanangu, kuna watu bana wanasema Diamond Platinum ni msanii namba moja Tanzania, lakini huko ni kumzihaki Diamond. Diamond ni kocha. Diamond hana namba Ukishasema Diamond ni msanii namba moja Tanzania, maana yake kuna namba mbili, kuna namba tatu, yani kuna watu anaoshindana nao. Diamond hashindani na msanii yoyote Tanzania. <laughs> Sa kama watu wenyewe wanakopi nakupe eh, na wanamkopi yeye, kumbuka hapo wanamkopi yeye. Sa Diamond hashindana nani? Diamond ni msanii ambaye anajitegemea jama, tusimvunjie heshima Diamond Platinum. Diamond Platinum ni kocha, ashindani na mtu yoyote kwenye game la Bongo Flava <laughs> haya bana, baadaye <laughs> Ya, so hicho ndicho alichokizungumza Abikubanga baada ya kuposti hiyo video yake, lakini hakuishia hapo. Hapa chini katika caption, bwana Abikubanga akaendelea kuandika kwamba unamshindanishaje kocha na wachezaji, wakati yeye ndiye anayeamua nani acheze na nani asicheze. Yeah. So wadau mbalimbali pia hapa wamekuja kuweka maoni yao bwana, katika comment section. Na moja bwana <laughs> kuna, la okay, kuna, kuna muda na ujamaa, obuana, wewe. Maana, lisakuti kabisa utafikiria ule upande mwingine Harmonize anazingua sasa hivi okay? Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, da e, bwana, unatukosea sana kaka, imekuaje umehamia upande huo mm? Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba e, bwana, tuna matusi mengi sana ya kukutukana, lakini sema tu ni kwamba tunakuonea huruma, kumbe njaa ni mbaya, inakusumbua bro. Kuna watu hapa wanasema kwamba wanatamani wamtukane na matusi wanayo mengi, lakini wanamuonea huruma kwamba njaa inamsumbua. Wamemwandikia hivyo Abikubanga. Aa, mwingine amekuja ameandika kwamba mtoto wa kiume wewe, shauri yako. Mwingine amesema kwamba bwana ushapoteza mvuto, kwani huna kazi kaka. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana kaka, tumejua tatizo ni kwamba hela aliyopewa Mr Pimbi wewe, imekutoa kabisa mchezoni, ila na wewe pia ulitakiwa ukaze hivyo hivyo, maana kitu utakachobadilisha kwa Harmonize na Diamond, hata ufanye nini bro, followers, hawana lolote. Acha tuone, nimekaa pale kabisa, wa kwanza kabisa wekaza, ila pesa mbaya Kuna watu hapa wamekuja kuhusisha hizi inshu na kile ambacho alichokizungumza Mr Pimbi. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Mr Pimbi alishawahi kufunguka akasema kwamba alikutana na Harmonize kwenye kampeni, akampa milioni nne kama sikosei. Kwa hiyo sasa hivi Mr, baada ya kupewa ile milioni nne, ni kwamba Pimbi akawa anaona aibu kumsema vibaya Harmonize. Sasa Abikubanga yeye eh, kila siku tunamuona akiwa anamsema vizuri Harmonize, lakini naona yeye labda hajawahi kupewa fungu d za wadau hapa walizoziandika, lakini Abikubanga bwana amepamba moto kweli kweli, ameshamiri haswa kumsupport Diamond. Ameposti hapa listi ya nyimbo ya nani ya Diamond Platinumz zinavyofanya vizuri katika chat mbalimbali duniani kote, lakini pia kuishia hapo, akaja akaandika akaposti hapa jinsi ambavyo wakati Diamond anajisifia kule Kigoma kwamba hakuna msanii yote anayemweza eh, ni kwamba hapa Abikubanga amekuja ameposti hiyo video na kuandika caption kwamba Simba anaunguruma nchi nzima. Posti nyingine ni kwamba hii hapa ya yamemposti Mama Dangote, alafu kisha Abikubanga kaandika hapa chini kwamba bwana ukoo mzima una hiti mpaka, e, mpaka na mganga pia ameenda mjini kashikamo Mama Dangote. Hiyo ni posti nyingine ya Abikubanga huko mtandaoni. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vilevile vile bwana, hakikisha unazidi kuwa karibu na chaneli yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.